tutaendelea kusaidiana kwa hali na mali kuhakisha kwamba changamoto za mirathi zinafanywa kazi na changamoto zingine za upatikanaji wa haki, hasa masuala ya unyenyesaji wa kijinsia. Sasa nit kwamba kliniki ya utoaji wa huduma za msaada wa kisheria mkoa wa Singida zimezinduliwa rasmi leo tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 2026 na itaendelea mpaka kesho tarehe kumi. Kwa majina anaitwa Gisela Joseph, ni mkazi wa Singida. Kliniki ya msaada wa kisheria ni nzuri, inawasaidia wananchi hasa wanawake na makundi maalumu juu ya namna ya kupata msaada wa kisheria hasa masuala ya ndoa, ndoa za utotoni kwa watoto, katika mambo ya talaka inawasaidia pia kutambua, lakini pia kufumbua macho juu ya mambo ya kisheria, kutambua haki zao na wajibu wao. Wananchi wanakuwa wanajua kwamba hili liko, liko sahihi na hili haliko sahihi, ni haki zipi wanapaswa kupata kutoka kwa wataalamu wa sheria. Kuna ushauri wowote kuhusiana na kliniki kama hizi? Ushauri wangu ni kwamba ziwe zinapatikana mara kwa mara, lakini pia hata kwa kila wilaya kila hata mpaka katika kata ziweze kufikia wananchi ili wanapohitaji huo msaada iwe ni rahisi kwao kupata. Ha, hii kliniki imekuja wakati sahihi, kwa sababu inatutatulia matatizo yetu. Kwa mfano ukiwa na tatizo la ardhi ukija pale eh, kuna watu ambao wanaweza kutusaidia kwa ajili ya kupata ile huduma za kisheria. Kwa hivyo mimi niishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea sheria kama hizi, watu waje wa sheria wafike katika maeneo yetu ili tuweze kupata eh, kuhudumiwa katika mambo ambayo yanaweza kutusumbuka kwa sababu sio sisi wote ambao tuna eh, tuna uwezo wa kuweza kupata mawakili wa kuweza kutusaidia, lakini tunapofika kama pale tunapata sehemu ya kuweza kuanzia. Kwa hiyo mimi nashukuru sana serikali na hii naamini kabisa itatusaidia, na niwasihi wananchi wote wa mkoa wa Singida wafike ili waweze kupata huduma. Mimi naitwa Happiness Trust Mwasenga kiongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali kwa mkoa wa Singida. Uwepo wa kliniki hizi unasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza changamoto kama hizo. Nini wito wangu basi kwa jamii na kwa serikali wangu kwa serikali, kliniki kama hizi zisiwe tu maeneo ya mijini, waweze kuzifikisha hata maeneo ya vijijini, kwani ndiko kwenye changamoto kubwa na ndiko kwenye wananchi wanaohitaji misaada kama hii kwa haraka. Kimsingi, hii kliniki ya sheria ambayo inatolewa hapa kwetu leo ni ya muhimu sana, kwa sababu inatupa sisi wananchi uelewa wa mambo muhimu ya sheria, hasa ukizingatia kwamba kumekuwa na changamoto kwenye nchi yetu kwamba asilimia kubwa ya wananchi wanakuwa zifahamu sheria, kwao wamekuwa wanakosa haki kwao. Sasa kliniki zinapokuwa zinatolewa mara kwa mara, zinatusaidia sisi wananchi kwanza kuweza kufahamu sheria na vile vile kuweza kufuatilia haki zetu ambazo zimeminywa, zime kutokana na kuto kuzifahamu sheria. Kwa hiyo tunaomba tu ushauri kwa serikali kwamba kliniki kama hizi ziendelee kufanyika mara kwa mara, kwa sababu zinatusaidia sio tu kupata haki, lakini vilevile zinatusaidia kwa maana, wananchi wengi hasa kulingana na kipato chetu tunashindwa kuwa na mawakili, kuweka mawakili katika kesi ambazo tunazo. Kwa hiyo sasa, tunapokuwa tuna, tunapewa elimu kuhusu hizi sheria, zinatusaidia na kupunguza gharama eh, ambazo tungeweza kuweka mawakili kwa ajili ya kusimamia kesi zetu.